Kwenye mfuko wako wa suruali ama kwenye huo mkoba wako ambao unaweka vitu vyako, kuna studio ya utangazaji yenye nguvu kuliko hata TV station yoyote ile iliyokuwepo miaka 20 iliyopita. Sasa swali ni je, unaitumiaje? Unaitumia kuweza kuconsume ama kuweza kucreate? Sasa, kabla hatujaanza kuingia ndani zaidi katika video hii ya leo, naomba kila mtu aandike katika sehemu ya comment hapo chini ya video hii, ni kitu gani kimoja kinakuzuia kuanza safari yako ya kutengeneza maudhui YouTube au weza kutengeneza video na kutuma TikTok leo. Nataka niandikie neno moja tu, kama wewe woga ndio ambao unakukwamisha ama kamera ama muda oh, ideas lolote lile, niandikie katika sehemu ya comment hapo chini. So karibuni sana, mimi ni Mohamed Hafidh, na leo hatutakwenda kujifunza kuposti picha, tutakwenda kujifunza namna gani ya kujenga personal brand. Dunia ya sasa, haijalishi una GPA gani, inajalisha ile digital footprint yako ikoje. Sasa leo nitashia na wewe siri ambazo creators wakubwa wanatumia kutoka zero subscribers hadi kuwa influencer ambao wanalipwa. So, kosa kubwa la kwanza ni kuweza kujaribu kumfurahisha kila mtu. Unajua, leo unakuta umefungua channel ya YouTube umeweka maudhui ya mpira, kesho unajikuta umetuma siasa, kesho kutwa mara comedy, algorithm inachanganyikiwa. Sasa siri ya kwanza ni niche down, chagua kitu kimoja unachokipenda na unachoweza kukiongelea bila ya kuchoka. Je, wewe ni mtu ambaye unapenda masuala ya tech, ama fashion ama education? Unapokuwa specialist tayari unakwenda kujenga trust. Kumbuka, if you you speak to everyone you speak to no one. Zingatia hilo, lakini vile vile tunaishi kwenye dunia ya short attention span, tunatakiwa tuweze kuelewa hilo. Mtu ana scroll TikTok anatazama reels kwa kasi ya ajabu sana. Una sekunde tatu tu za kumfanya mtu asimame, za kumfanya mtu atazame video yako. Hii inaitwa the hook. So usianze video kwa kuweza kusema kujitambulisha sana, habari naitwa nani? No, anza na action, swali au statement ya kuweza kushtua kidogo. Mfano, badala ya kusema leo nitafundisha uh, programming language fulani, sema hii ndiyo kodi itakayokupa ajira Google. Hiyo ndiyo hook ambayo naiongelea hapa. So hakikisha unazingatia hook katika maudhui yako katika video zako ambazo unaandaa. Badala ya hook, lazima uwe na story. Usitoe facts tuputuputu tu, weka hisia, jenga conflict na resolution. Retention rate ndio kitu muhimu kuliko views. So algorithm ikiwa inaona watu wanaangalia video zako mpaka mwisho itaisukuma tu video hiyo kwa watu wengi zaidi. Jaribu kutumia lugha rahisi, lakini vile vile epuka jargon ngumu bila ya sababu. Wengi tumekuwa tunasubiri tupate pesa tununue Canon au Sony ndio tuanze, kamera kali. Usipokuwa na vifaa vya bei ghali unahisi wewe bado. Acha hizo Simu ulionayo mkononi hata kama ni ya entry level inatosha kuanza. Siri siyo kamera, siri ni lighting na audio, ndo vitu vikubwa vya kuweza kuvizingatia kwenye video yako. Audio, watu wanaweza kuvumilia video mbaya, quality sio nzuri, lakini audio ni kitu kimoja ambacho watu hawawezi kuvumilia. So jaribu kununua tu mic ya bei rahisi kabisa ama tumia Adobe Podcast kuweza kuweka sauti yako vizuri baada ya kurekodi lakini pia hata lighting unatakiwa uweze kuzingatia pia. Nuru ya jua ni best light ambayo Mungu ametupatia na ni bure kabisa. So kaa mbele ya dirisha, usirekodi gizani huku unaona kamera yako sio nzuri na still haupati mwanga mzuri. Jaribu kuweka katika mwanga mzuri. Lakini vile vile, video mbichi inachosha. Nini inamaanisha? Lazima basi baada ya kurekodi uedit, ili basi kuongeza ile pace. Ondoa sehemu zote ambazo unapumua pumua au unafikiria, zile dead air. Tumia jump cut, tumia b-roll, picha au video za ziada zinazoonyesha unachokiongelea. Ni muhimu sana na tool namba moja kwa sasa ni CapCut. Unaweza kujaribu kuitumia ukajifunza, ikakusaidia, iko kwenye simu yako, ni bure kabisa. Unaweza kudownload play store na ukaanza kutumia na ina kila kitu. So jifunze transition ambazo ni simple tu, uweza kujua jinsi ya kuzitumia Less is more. Jaribu kuedit lakini usiongeze vitu vingi sana hadi vikaweza kuharibu. Lakini vile vile, pengine walikuwa haufahamu, najua zamani ilichukua masaa kuandika script, lakini leo ChatGPT au Gemini tayari ni waajiriwa wako wa bure scripting. Mwambie AI act as a YouTube expert, write a script about mtajie topic with a funny hook, ataweza kukupatia lakini kwa upande wa thumbnail tumia Canva au AI image generators kuweza kutengeneza thumbnail ambazo zitavutia ambazo tunasema clickbait, lakini zinakuwa na ukweli ndani yake. Msiogope AI, itumieni kuweza kurahisisha kazi ili basi mpate muda mwingi wa kuwa creative. Lakini pia kuna ishu nzima ya pesa. Pesa inakuja, lakini sio siku ya kwanza. Siri ya growth ni consistency. Algorithm inapenda kuwa na ule mfululizo wa mtu kuwa anatuma maudhui katika platform, inapenda uwe na ratiba, post mara kwa mara, pesa itakuja wenyewe. Pesa inatoka wapi? Pesa utaipata kupitia AdSense, YouTube atakulipa kupitia views. Brand deals, makampuni atakulipa kutangaza bidhaa zao. Digital products, uza e-books ama kozi yako mwenyewe. Jengeni audience kwanza, then pesa itafuata. Usiwe na tamaa ya hela, hela itakufuata wenyewe. Lakini kwa kuweza kutamatisha Nikwambie tu hakuna perfect time ya kuanza. Siku nzuri ilikuwa jana, siku nyingine nzuri ni leo. Usiogope kuwa cringe, nasema mwanzoni pale utaona uko vibaya. Ukiangalia content za watu wengine na zako, unahisi kukata tamaa kwa sababu content zako bado sio nzuri na vitu kama hivyo. Kila pro unayemuona alianzia chini. Sasa nafungua nafasi hii ya maswali katika sehemu ya comment kwa yoyote yule ambaye anatamani kuwa content creator anatamani kuanza safari yake, na mbie hapo katika sehemu ya comment. Uliza chochote kile kuhusu tech content ama strategies, na mimi nitakuja kukujibu. Asante sana, tukutane wakati mwingine. Kwa wale ambao mnahitaji hizi slide ambazo nimezitumia hapa, mtazipata katika grupu langu la WhatsApp. Hakikisha umejiunga, tukutane katika video ijayo. Nitapitia maoni yenu chini hapo sehemu ya comment.